Hii ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira ulinzi na usalama vyaimarika ndani ya mji wa Uvira Kivu ya Kusini. mapigano makali Musenyi, M23 RDF, Lanswef Kongo wakimbia. Kinshasa askari waliotangaza mwisho wa utawala wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wakamatwa. Naam, ikiwa ni tarehe ishirini na tano za mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano saa kumi na mbili majira ya asubuhi Afrika ya Kati, ikiwa ni saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Tembelea Baraka1 TV Channel 2, ili uendelee kukutana na matukio mbalimbali ambayo mba yanazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kumbuka, operesheni Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama unajiunga na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo kwenye skrini yako, hivyo uweze kuungana na operesheni Saidia Mzalendo ya Baraka1 TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Uvira, jimboni Kivu ya Kusini. Ulinzi na usalama vya imarika ndani ya mji wa Uvira. Ni karibia wiki nzima sasa ambako hali ya wasiwasi wasi ambayo inazidi kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii huku watu wakisema kwamba Uvira hali imekuwa mbaya, wazalendo na FRDC wanakaribia kutonga na risasi. Baraka1 TV imeweza kukuletea taarifa hii kutoka tarafani Uvira, ambako tumezunguka katika kona mbalimbali mbali za mji wa Uvira. Uvira usalama unatawala, Uvira watu wanaendelea na shughuli zao, huku ujenzi wa barabara pia ukiwa unaendelea, uendesha biashara, wafanya kazi na pamoja, waendesha pikipiki pamoja na bajaji wakiwa wanaendeleza na shughuli zao. Yaliyotokea Uvira ni kutokuelewana kidogo kati ya FRDC na Wazalendo, na shida hiyo wala haikudumu zaidi ya dakika tatu. Lakini Uvira, usalama na ulinzi ni mzuri, umeimarishwa na Wazalendo pamoja na FRDC. Mengi na zaidi, embo sikiliza hii hapa.

wakusubiria kwamba M23 watajiproklamia wao ndio wa M23 kwa Uvira na wanaombe Uvira bacho mimi nitawaambia ni kwamba niko Uvira. Sawa, tuko Uvira, Uvira s uko wazalendo kila kona, sawa, hakuna M23 na sauko hapa Uvira. Endapo itajaribu kwamba wanaweza kufanya tofauti, najua wazalendo watawashughulikia. Sababu kuna wazalendo wengi aoa au

maeneo ya ya ya na iko iko zinaendelea mpaka muone kwamba bado salama. onaauad koaa kama jinsi mnavyo mnavyojua kama nimewaambia Uvira iko salama. Unaona hivi ndio vile Uvira hapo katikati ya ndokatikatiya Unaona pale kwenye, unaona kwenye zile ghorofa mbili kubwa ambazo zimeanguka ni maeneo ya Mlongwe, eh, ku parking ya Mlongwe, Centre Ville ya Mlongwe. Na tukija huku, uh, unaona hoteli Kiliza pale, moja kati ya hoteli ambazo ni maarufu sana Uvira. Eh, donc uko katikati ya Uvira, ambapo mnasikia watu wanawaambia kwamba Uvira iko nje ya mikono ya M23. Ni uongo. Sawa? Wanawadanganya. Sisi ndio wenye Uvira, sisi ndio watu wa Uvira. Na Baraka One TV ishazunguka Uvira yote, inakuletea Uvira yote kwanza kwa frontier. Basi vita zinaendelea, tunafika kwa Uvira, umeona pale Tume... tumefanya mambo na vile yote. Uvira barabara ziko zinajengwa, watu wanafanya kazi zao, huku ni amani na usalama, wala mtu asiwadanganye. Sawa? Nimesema tokea lendi, oh lendi Uvira itakuwa tombe, lendi inapita mardi, mercredi, leo tuko jeudi na tunaenda vendredi, samedi, dimanche. Yani, yaani wa wasiwasi na Uvira, kuna wazalendo wengi kuna effort de f kuna wanapita kila wakati hapa sawa. So, kwa hiyo amani iko ya kudumu so we ni Baraka One TV, Rajab Wakili Kabonge the one and only town DJ P Wadigo na kuletea haya matangazo kutoka tarafani Uvira, Zeboni Kivo Kusini, chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikapsana kama unaona, tunaona magari ya FARDC yanapita sana sawa. Hii ina maana kwamba usalama hapa wa kudumu upo, wala kuna shaka. Na pia wazalendo, unaona wazalendo wale pale chini. Nani hapa? Tuko sawa, tuko sawa. Ukikata baada ya dakika mbili utaona magari ya FARDC yanapanda, yanashuka, wazalendo wanapanda, wanashuka. Hatuna wasiwasi ndugu zangu, watu wasio wanatoa habari za uongo. Kuna ndugu yangu mmoja anambia hapana, hizo habari ni za uongo, mpaka mavideo za zamani kaziba watu wanazituma. Oh, kuna vita kati ya wazalendo na Uvira, hakuna kitu. Shughuli zinaendelea, watu wanaendelea kufanya mambo yao na ni sawa. Yeah. Na baada ya taarifa hiyo kutoka tarafani Uvira tubaki jimboni Kivu ya Kusini ambako mapigano makali yafanyika Musenyi, RDF 23 AFC wakimbia. Kwa kujaribu kukwepa kuingia Kaziba, magaidi wa M23 wakutana na ukuta wa waza waza na kupigwa kisha magaidi kukimbia. Mapigano hayo yalifanyika ndani ya kijiji cha Musenyi, njia kuu ya kuingia maeneo ya Kaziba. Asante, asante mara tena, wapendwa wenzangu Ee, wanaopatikana mahali popote pale mlipo wa Kongomani, nasema jioni njema kwa waliopatikana jioni, mchana njema kwa wale wanaopatikana mchana ee, usiku mwema kwa wale wanaopatikana usiku. Leo ni siku ya nne tariki makumi mbili na nne mwezi wa nne elfu mbili makumi mbili na tano jioni, si mwingine ni mbuto ya Batomwenebatubushiri Egle mzehe dola kubwa E, nina habari mbili ambapo nitawatolea. Habari ya kwanza ni mapambano ya siku ya leo, ambapo kulikuwa mapambano makali sana siku ya leo e, kwenye kijiji cha Musenyi e, adui alitaka kukata njia afike Kaziba, lakini adui alipigwa na akarudishwa nyuma. Matokeo mengine ni kesho. Kwa hiyo vita ilianza asubuhi mpaka jioni. Asante mara tena, tuko pamoja si mwingine ni Mboto ya Batu mwene Batu Bushiri egle mzee dola kubwa aiza ni toto mdogo dola kubwa ya kusea ukiachana. Okay, na mapigano hiyo, habari zinazosambaa za kutekwa kwa wazalendo wa SNPCC wa mzee William amuli ya Kutumba, habari hizo ni za uongo, wala hazina uhakika hata kidogo. hakuna hata mzalendo mmoja ambao wanaongozwa na mzee William Amuli ya Kutumba, ambao wamekamatwa na M23. Mengi na zaidi, sikiliza hii. Okay, asante mara tena, asante mara tena, narudi kulingana na habari ambapo zinazunguka mitandaoni ya kwamba kuna vijana wetu waliotekwa hapo e, Bukavu. Hiyo habari si habari ya kweli. Habari hiyo si habari ya kweli hakuna vijana wetu wazalendo wa wanpc waliotekwa hapo Bukavu. Habari hiyo si ya kweli, inazunguka kwenye mitandao ni habari ya uongo. Na ikiwa kama kuna vijana wetu walioshikwa hapo Bukavu, tunataka tujue majina yao ni wanani? Na wale wanaowashika wawashike picha, wapibliizo picha kwenye mitandao tuwaone. Habari hiyo si habari ya, ya kweli ya kwamba kulishikwa zaidi ya vijana ishirini wa Mheshimiwa Amuri aliamuru ya kutuma mkombozi Visionaire mbeba maono. Habari hiyo si habari ya kweli, hiyo tunaikanusha kwa haki na kweli, si ya kwamba ya bufana. Hapana, hiyo habari si habari ya, ya, si ya kweli. Na tupashe tuwakumbushe tu kidogo, kulingana na mambo tu kidogo, siku ya kwanza tariki ishirini na moja mwezi wa nne elfu mbili makumi mbili na tano hapo adui kisha kupata kichapo hicho kesho yake asubuhi aliwashika wa vijana wa pale Nyangezi alishika wa vijana zaidi ya ishirini, wakaenda kuwasaidia kusomba zile maiti zao na kusomba wajeruhi wao wapakisha kwenye magari na kuwapeleka Bukavu. Na vijana wote haa, waliowasaidia hiyo kazi, wavijana wote waliofanya hiyo kazi hawakurudia na mpaka sasa wajapatikana. Labda ndiyo hawa ambapo wao walikuja kuwaweka sasa, kusema kwamba labda ni mateka ya wazalendo, lakini mzalendo hajawahi kukamatiwa mateka zaidi zaidi hata ya mbili tatu ine, ili mpaka afikirie zaidi ya ishirini. Hiyo haipo. Na habari ya kusema ya kwamba labda kule Bukavu kunazingirwa na wale wa vijana wazalendo, ndio walienda ndani ya ya vile ya, ya, ya Bukavu kufanya upelelezi kufanya uchunguzi ndio wakashikwa, habari hiyo ni habari ya uongo. Hatuna watu ambapo tumekwisha watuma mule ili afikirie kukamatwa, sivyo. Sisi wenyewe tunajua. Na mnaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka one TV, saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika ya Mashariki, ikiwa ni asubuhi. Kizabe Ayeba JD Kizenga Tembele King Seleman, kuendelea kuwa pamoja na Baraka one TV. Unaendelea kufuatilia Baraka 1 TV kutoka kila kona ya dunia, ukiwa uko Australia, ukiwa uko Canada, ukiwa uko Marekani, Europe, pamoja na Central na East Africa pia, bila kusahau South Africa. na baada ya taarifa hizo zote tubaki tu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tuingie makao makuu ndani ya mji wa Kinshasa. Askari waliotangaza mwisho wa utawala wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wakiwa wa hotelini, hatimaye wamewekwa nguvuni na kufikishwa mahakamani. Askari kazaa wenye wasiokuwa na nidhamu ya kiaskari waweza kutangaza ukiwa utelini mwisho wa utawala wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, hatimaye wameweza kukamatwa na vyombo vya sheria na hivyo kufikishwa mahakamani na kupewa adhabu ambayo wanastahiki. Mpaka sasa bado baadhi ya askari wanazidi kuonyesha makucha yao na kuonyesha mwenendo wao pamoja na malengo yao na mwelekeo wao wakiwa nyuma ya rais mstafu, huku pia wakishirikiana kuwa vibaraka wa Paul Kagame wa Rwanda. Baadhi ya makamanda wa FRDC ambao wameonekana wakijirekodi wakiwa ndani ya hoteli huku wakitangaza mwisho wa utawala wa Felix Antoine Chisekedi Chilombo na kutaka utawala wa Joseph Kabila uweze kurudi madarakani wameweza kukamatwa na vyombo vya sheria na hivyo kufikishwa kwenye mahakama ya kijeshi. Naam, ulikuwa unasikiliza Baraka One TV na hapo ndipo tunakwenda kukomea kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mengi na zaidi, endelea kusikiliza Baraka One TV channel 2 na pia Baraka One TV majira ya saa sita pamoja na saa tisa na saa kumi na mbili ambako utaendelea kuwa na kusikiza habari mbalimbali mbali kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni urejabu wakili Kabonga, tutana saa sita za mchana.